Tunabeba hii, tunabeba hii tunabeba hii, tunabeba. Jumapili kwa uwezo wa Mungu ni Jumapili njema itakayopeleka furaha kwa wekundu wa Msimbazi, klabu ya Simba Sports Club, mfalme wa nyika, mfalme wa nchi. Ubaya ubwela, hatucheki <laughs> na wowote taumiza wetu umoyo tunamuona mwari yule, hatuwezi kumuacha mwari aje, aje, aje nyua man complex mwari atoke, hmm. ehe igaufe ubaya ubwela unakwenda kutendeka pale uwanja wa Amani. Hatuwezi kumwacha mwari ngo bayobwela hmm. mwari tunachukua ubaya ubwela mwari yule ni uchu wa muda mwingi yani, Yupo Amani Complex, hatumuachi oh, bayobweda <laughs> so penda ka.